satajiduni insha allah min salihin. Nabi Musa alaihi salam alipofika nyumbani kwa Shuaib, mmoja katika binti zake alimwomba baba wamfanye Musa mfanyi kazi wao kwa sababu ni mwaminifu na ana nguvu. Na hivi ni vitu ambavyo mfanyikazi anatakikana kuwa navyo: kwanza, awe na experience, ndio nguvu zenyewe; pili, awe na amana, uaminifu wa kazi kwa hiyo hizi ni sifa ambazo unapotaka kumwajiri mtu kwanza, ni sifa zitizame kama zipo mwajiri. Qala, baba alikuwa anaona zaidi ya hayo, kasikia kutoka kwa binti yake kwamba tumfanye ni mwajiriwa, lakini yeye kasema zaidi makubwa kuliko haya. Anamwambia, je, Musa, inni hakika yangu mimi uridu an unkihaka ihda bnataya hatain, nataka kukuwezesha mmoja kati ya binti wangu wawili hawa. Ala an taajurani thamaniya hijaj, ili mahari yake unitumikie kwa muda wa miaka minane. Fa in atmamta ashran, ukitimiza mwenyewe kumi kwa kupenda. Famin indik basi, hii ni thawabu na ni rehma zake na ni itakuwa ni ishara njema kutoka kwako wama uridu an ashuka alaika, nami sitaki kukupa uzito wowote. satajiduni insha allahu min asalihin, utanipata insha allah, mungu akipenda, miongoni mwa watu wema. Hapa vilevile vile kuna mafunzo ndugu zangu Waislamu, visa vya mitume sio visa kwa ajili ya entertainment au taslia au kuburudika, ndani tunasoma kwa ajili ya kutoa mafunzo fulani. Hapa tunajifunza nini kwa nabii Musa? kuambiwa na Shuaib ni kuozeshe mmoja kati ya binti zangu wawili. Huu ndio Uislamu, hivi ndivyo tunavyofanya Waislamu. Uislamu wa leo una mashaka kwamba mtu anaona vigumu kumwambia kijana kwamba mie nina binti yangu binti yangu huyo, naona we anakufaa, nataka kukuozesha. Baba anaona ah mimi nimwambie mtu kwamba nataka kukuozesha binti yangu? Na akisema hayo mtu kwa nia safi, ataonekana mtu wa ajabu mno. Watu wakimwona njiani, watakuwa nakonyezana yule jamaa alokuja yule, ananiambia nimoe binti yake. Jamaa yule bwana sijui katoka wapi, mshamba nini, yule etikaja, mguu mosi mguu pia, ananiambia bwana ana binti yake, anataka kuniozesha sijui kishaharibikiwa kisha huko, kisha binti yake, au kishabeba mimba huku, sasa nataka kunisukumia mie? Au ndo vyuo kaolewa, akiachwa, ndo nataka kuntupia mie? Au kisha kuwa jadda, kakaa miezi, miaka mingi nyumbani bila kuolewa, maanake kila mambo utafikiriwa wewe. Lakini kumbe mwe ndo mefanya Uislamu hasa. Tizama Saidna Umar ibnul Khattab binti yake Hafsa, alipokuwa mjane alionana na Abu Bakri. Umar ibn al-Khattab siku moja akamwambia, ya Abu Bakri in shita zawajtuka Hafsa. Abu Bakri, unamtaka Hafsa? ni kuozeshe? Anamuuliza, kama akisema naam, tayari hapo hapo amuozeshe. Ni heri mtu kumwambia mtu nataka kukuozesha binti yangu. Ndio Uislamu wenyewe tulivyofunzwa nini? Sisi tunafuata Uislamu gani? Inakuwa mtu wa ajabu kumwambia mtu nataka kukozesha na binti yangu au na dada yangu, nataka umuowe. Unaonekana mtu wa ajabu, na kweli, kwa sababu mtume anasema alislamu bada ghariban, Uislamu umekuja ukiwa mgeni, wasayaudu ghariban, na utarudi ukiwa mgeni fatuba lilghuraba, watakaofaulu ni wale wageni. Yani, wanaonekana watu wa ajabu katika uislamu wageni kabisa. Huyu kayafanya haya, huyu hatujawahi kuona sisi. Ndo ugeni wenyewe katika Uislamu. Abubakari na hakusema kitu kwa Umar, hakumwambia kitu. Akamwona Sayidna Uthman Ibnu Affan akamuuliza, ya Uthman in shita zawajtuka Hafsa, ewe Uthman, ukitaka ntakuozesha Hafsa.

akawambia unajua, kwa nini siku zile uliniuliza siku kujibu? Liannani samitu Rasulllahi yadhkuru Hafsa, kwa sababu nilimsikia mtume anamtaja Hafsa ana mipango ya kuja kumpoza, ilikuwa siri. Kwa hiyo siku hile uliniuliza we ni mwowe, lakini siku kujibu ndio au la, na wala sikutaka kutoa siri ya bwana mtume salllahu alh wasalam. Kwayo leo nakueleza Usinione kwamba nilimkataa mwanao mie, angalia Uislamu unavyotuonyesha kwamba baba anaweza kumwona mtu alokuwa mustaqimun katika dini yake, akazungumza naye kwa ajili ya ndoa, akaambia ukitaka ntakuozesha mwanangu. Lakini hao vijana waleo wa siku hizi, baba mwenye imani amwambie nataka kukuozesha binti yangu, atasemwa mtaa mzima kuna kibuda fulani bwana, kimeniona eti kinanibabaikia, sijui kaona hii nyumba yangu au kaona hizi pesa zangu. Alhasil utasema utakuwa kiroja katika ulimwengu. Lakini angalia Shuaib anamwambiaje Musa, inni uridu an unkihaka ihda bnataiya hatain, nataka kukuozesha mmoja kati ya binti zangu wawili hawa, kwa sababu ukaona mni mtu aina gani? na sisi tunapoambiwa tuwaozeshe binti, tunaambiwa tutizame baadhi ya mambo ambayo mtume kausia. Mtume asema tunkahu lmaratu liarbain limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fadhfar bidhati dinin taribat yadak. Tunaambiwa tutizame sana uchamungu na dini, tusitizame tusi, tusi, tusi mali na uzuri na hasab na nasab na vitu vingine, asema almalu walbanun zinatu lhayati dunia. Hizi zote ni vitu ambavyo vitaondoka kesho. Unamua mwanamke kwa kuwa mzuri, lakini ulimi wake akifungua mdomo tafikiri mlango wa jahannam unafunguliwa. Nini faida yake? na kesho kutwa uzuri wote unaondoka, waman nuamirhu nunakisuhu fi lkhalqi sasa kishakuwa sasa hafai tena, sura imeshabadilika, kifua kimeshaharibika, mwili wote umeharibika, sasa ndo utakuwa humtaki tena kwa kuwa ule uzuri umeshaondoka. Lakini muoe mwanamke kwa sababu ya akhlaq, uzuri mkubwa ni tabia na dini, ndo tabia. Kwa hiyo Mtume sema fadfar bidhati dinin, chagua alokuwa na dini, taribat yadaka mikono yako itapata kitu kilichokuwa bora zaidi kuliko chochote, kwa sababu almalu zailun waljamalu zailun, hivi vyote ni vivuli vinavyoondoka, lakini dini inabakia milele. Inna jaalna ma ala lardi zinatan laha linabluwahum ayuhum ahsanu amala wa inna lajailuna ma alayha saidan juruza, chote kilichokuwa juu ya mgongo wa ardhi siku moja kitakuwa chini ya ardhi. Kwa hiyo hii ni mapambo tu ya ulimwengu. Kwa hiyo chagua kilichokuwa kizuri kwa ajili ya maisha ya mtoto wako, maisha ya binti yako. Ndiyo maana Hasanul Basri alipoulizwa, biman uzawwiju ibnati, nimuozeshe nani binti yangu, kishaiva wa kuolewa sasa, lakini nani wa kuozeshwa? Hasan al-Basri akamwambia zawijha taqi muzishi, anayemwogopa Mwenyezi Mungu. In ahabbaha akramaha, kama atampenda atamkirimu. Wa in karihaha lam yadhlimha, na kama atamchukia hatomdhulumu haki zake, kwa kuwa anaogopa masulia mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa Shuaib kaona vitu kutoka kwa Musa, amana nguvu na kaona ucha mungu Ka, katembea nyuma ya mwanamke mbele ya mwanamke badala ya mwanamke kuwa yeye ndo yuko mbele. Kaona amana na tabia na huluk, kamwambia nataka kukuozesha binti yangu na mahari yake, yasikilize mahari, mahari thamania hijaj, miaka minane, unalisha mbuzi na kondoo. Mahari ni kitu ambacho kimepangwa katika Uislamu, maridhiano kati ya watu wa huku na kule, mume na mke Waridhiane wenyewe hayana kima maalum mahari. Kama wewe umeambiwa bwana, toa milioni moja na una uwezo toa, na mtu mkadirie. Siyo mtu kaja kazi yake mwenyewe anapata alfu hamsini nawambia, mahari toa laki tano We unajua huyu bwana hali yake, mkadirie, kila anachoweza kutoa. Wewe bwana, mahari yako toa alfu hamsini basi, itakuwa siyo taklifu na wewe kama una uwezo hata wa kutoa ngapi, ukiambiwa toa mahari toa. Mwanamke hauzwi, hile siyo bidhaa kwamba inauzwa inau, inau, inau, mbele ya masoko au hivi na hivi la, ile ni ikram kwa mwanamke: waatu nisaa saduqatihina nihla faintibna lakum an shaiin minhu nafsa fakuluhu hania maria. Kwa hiyo hakuna mipaka maalum ya mahari, ni kile kitakachokuwa ni munasib na vile vile uislamu umetuelekeza kwamba mahari yawe mepesi na, ya, na mtume sema aisaruhunna mahran adhamuhunna baraka na wanawake walokuwa na mahari mepesi mahari hafifu ndo walokuwa na baraka zaidi kuliko wale wanaokuwa na mulku wa Suleiman ambao ndani yake hakuna baraka vile vile fain atmamta ashran famin indika ukitimiza kumi miaka basi Mwenyezi Mungu atakulipa

kahama Misri huko kwa muda wa miaka kumi. Yuko pale mpaka ilipomalizika miaka kumi yake kishamuoa wa mke wake. Sasa akaanza kuwa na wahsha, anatamani kumuona mama nyumbani, anatamani kuwaona ndugu, anataka kurudi katika ardhi aliyozaliwa, anataka kufunga safari kwenda kuona jamaa na marafiki. Miaka kumi fi lghurba, yuko ugenini, anaanza kurudi kwao. Falamma kada Musa lajala, alipomaliza nabii Musa miaka kumi wa sara, na akaondoka bi ahlihi, na watu wake na mke wake. Njiani anakwenda kukawa na mvua kali na radi. Anasa min janibi turi naran, njiani pembeni katika jabal tur, upande huo akaona moto kwa mbali, moto unawaka na njia kiza hawaoni njia. Qala liahlihi, hapo akamwambia mke wake, umkuthu, nisubirini hapa. Inni anastu naran, kwa mbali mie naona moto. Laalli atikum minha bikhabarin, pengine ntarudi kutoka kwa moto ule na habari. Au jadhwatin min annari, au kinga cha moto, laalakum tastastalun, iwe tochi ya kuona njia. Mufasiri wa Qurani wanasema haukuwa moto bali ilikuwa nur, lakini Nabi Musa kwa maoni yake alifikiri moto, ndio maana kawambia inni anastu naran, lakini ilikuwa siyo nar bali ni nur. Alipofika mbele ya moto ule ambayo ulikuwa ni nur, falamma ataha, alipoujilia moto ule, nudia, alinadiwa min shatii lwadi laimani fi albuqati lmubaraka min alshajara, katika upande ule. Akasikia sauti, akasikia ulinganizi unatoka katika moto ule, katika mti pale pale kwenye bukatu lmubaraka, kawanda bora kabisa. Sauti ambayo mwenyewe Mwenyezi Mungu aza wa jalla anaijua ilivyokuwa, inamlingania Musa, inamwambiaje? an ya Musa, ewe Musa, inni ana Allah rabbul alamin, hakika yangu mimi ni Mwenyezi Mungu Allah mlezi wa viumbe vyote. Wa ana inni ana Allah, mimi ni Mwenyezi Mungu mlezi wa viumbe vyote vya ulimwenguni. Rudi katika sura Taha, Allah subhanahu wa ta'ala, katika sura Taha anaeleza habari hii

Hakika mimi ni mola wako fahlana alaika, ewe Musa, vua viatu vyako, innaka bilwadi lmuqaddasi tuwa, hakika wewe uko katika uwanja uwanja mtakatifu, ukawanda ambao ni bora kabisa unaoitwa tua wa ana, na mimi mola wako, ikhtartuk, nimekuchagua kwamba wewe ni mtume, fastami lima yuha innani, yasikilize ninayokufungulia

Alipoondoka kwa Shuaibi alikuwa na bakora ambayo anaitumia kwa wale wanyama wake aliokuwa akapewa. Akaulizwa na Mwenyezi Mungu, nini kilichokuwa mkononi kwako ewe Musa, mkono wa kulia huo. Mwenyezi Mungu kwani haoni kwamba ni fimbo? Ni fimbo ile, lakini katika ilmu ya balagha wanasema kuna lazimu lfaida na faidatu lkhabar. Kuna suali linaulizwa kwa sababu ya kumpa mtu faida zaidi. Unaweza kumuona mtu, mumesikia habari zote, kila mmoja kapata habari ulimwenguni, lakini mathala ukamuuliza umesikia lilotokea leo, unamuuliza kwani ye hajasikia? Maana yake unampa tashwik apate kupata habari na umpe faida zaidi. Au unaweza kumwambia nini hicho ulichovaa bwana yeye yeah, anajua naona, akiwa na kwamba ni kofia, lakini unataka kuambia bwana, hii kofia hii inatoka Maskati, hii inashonwa hivi, hii ina, hiyo ndo unampa faidatul khabar. Sasa Mtume Musa sio kwamba Mungu anauliza, wamatilka biyaminika ya Musa, umebeba nini mkononi mwako ewe Musa, kwamba Mungu alikuwa haoni, la anataka kusikia Musa atasema nini? Amuongeze, amwongeze yale alokuwa hayajui Musa, naye kasema hiya asaya hii fimbo yangu, atawakawa alaiha mienna, yegemea, wahushu biha ala ghanami, naangua majani kwa ajili ya wanyama wangu, walia fiha maaribu ukhra, na mambo mengine. Hii ndo hivo tu. Sasa nataka kukupa faida alkiha, ebu iangushe. Kama kazi yake kwangua majani na kutegemea, ebu iangushe uone kazi yake nyingine, fa alkaha Kaiangusha chini faidha hiya hayatun tasa, ikabadilisha ikawa joka, joka linakwenda imebadilika. Sasa je, ndo hiyo ulioiona kwamba inaangua majani ndo fimbo ulivyoisifu ndivyo ulivyoiona? Faida nampa Mwenyezi Mungu azza wajal. Sasa watu wengine wanaposomea wa Qurani hawafahamu maani ya Qurani, Mwenyezi Mungu anasema nahnu nakusu, kwa hiyo wako mungu wengi? Anasema sisi la Huwezi kufahamu lugha ya Qur'ani mpaka uingie katika lugha ya Qur'an ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anavyozungumza. Huwezi kusema Mungu anauliza kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anajua kila kitu. Sasa mwenye kuuliza anakuwa hajui. Istifham manake ni kutaka kufahamu jambo usilolijua. Sasa Mwenyezi Mungu kaifa yastafhim atauliza vipi wa huwa ala kulli shay'in alim. Anajua kila kitu. Kwanini yeye aulize sasa? Anapouliza Mwenyezi Mungu ninatoka istifham min maanahu lasli ila maanin ukhra, inakwenda katika maana nyingine ambayo inakuja kwa karina ambacho kinatuonyesha kwamba hapa Mwenyezi Mungu kauliza, lakini kuuliza kwake sio kama unavyouliza mimi na wewe. Ndo anapowaambia Waislamu fahal antum muntahun, haina maana kwamba anawauliza hiyo. Anasema ulamaa wa tafsir ni amri kwamba komeni, istifham huna bimana lamri, anatoa amri Mwenyezi Mungu, komekeni kwa kulewa kuanzia leo. Hiyo ndio amri inakuja kutoka kwa Allah subhanahu wataala, akimwambia Mtume wake, hal ataka hadithu Musa. Hamuulizi kwamba anataka kujua kama imemfikia au haikumfikia, apate kujua Mungu, kama we unavouliza, je, fulani kaja leo? kwa kuwa we hujui, uambie ndio au? Sasa mwenyezi mungu anataka kujua nini? La istifhamun huna bimana tashwiq, kwa ajili ya kumtia hamu. Bwana leo kumetokea habari gani unazijua? Ah, atajiandaa kuzipata. Hebu nipe uhondo wa leo e, leo kumetokea kadha kadha. Inaitwa istifham tashwiq. Kwa hiyo, nabii Musa anauliza wama tilka biyaminika ya Musa, kwa sababu ya faidatu lkhabar. Fimbo kaisifu Musa anavyoijua yeye. Sasa so, mwenyezi Mungu anamwambia alqiha, hebu idondoshe.

Hudha nambiachukua. Wala tahaf, usiogope. Sanuidu ha sirataha lula, kama ilivyokuwa mwanzo tutairudisha tena tarudi. Wadmum yadaka ila janahika, nachukua mkono wako tia chini ya kwapa lako, kiganja cha mkono tia kwapani. Tahruju baidaa, utatoka ukiwa mweupe unang'ara. Min ghairi suin, bila ya weupe wa ugonjwa. Ayatan ukhra, hii ni alama nyingine linuriyaka min ayatina lkubra, tupate kukuonyesha aya zetu kubwa kubwa. Sasa umeshayaona haya, fimbo umeiona na mkono umebadilika. Hizi ni dalili mbili na miujiza miwili. Idhhab, sasa tunakutuma hapo. Musa akishakuwa rasulun min Allah, ni mjumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Idhhab, nenda, nenda wapi? Ila firauna innahu tagha, nenda kwa Firauni, kwani yeye kachupa mipaka Kala, Musa kasema, Rabbi shrah li sadri, ewe Musa nikunjul ewe Mwenyezi Mungu nikunjulie kifua changu mimi Musa. Wayassir li amri, na uniyasirishie mambo yangu nifanyie sahali. Wahlul uqdatan min lisani, na uniondoshe kifungu kilichokuwa kifundo kilichokuwa katika ulimi wangu. Yafqahu qawli, wapate kunifahamu vizuri watu nitakapopeleka dawa waj'al li waziran min ahli, na umjalie ndugu yangu Haruni awe msaidizi wangu. Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrukhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira. Tizama dua ya Musa, anamwombea ndugu yake Harun awe naye vile vile katika fani ya nubuwa, wapate kufanya nini? Subhanallah, mafunzo ya ghali katika Quran. Wewe unapokuwa na ndugu yako, mathalan, unamwombea na yeye apate manufaa yale unayoyapata. Mathalan, mtu anakuwa katika sharika, anakuwa katika kampani fulani, anakuwa katika kampuni fulani, kwa hiyo anataka kumweka ndugu yake pale, isipokuwa tu apate dunia na yeye apate kazi na hivi na hivi. Lakini Musa anamwombea ndugu yake apate ya nini? Kinusabihaka kathiran, tupate kukutaja wewe sana, mwenyezi Mungu, wanadhkuraka, na tukukumbuke wewe sana. Inaka kunta bina ya Musa utitsulkyaus. Musa umepewa, umeshapata unachokiomba wewe na ndugu yako, nyote mshakuwa mitume, nendeni kwa Musa. Akaondoka kutoka katika sehemu ile

yusaddikuni wapate kuniamini watu, na yeye Harun yusadikuni, atafanya kazi pamoja nami kuwa na sadaka. inni akhafu an yukadhibun, naogopa watakadhibisha maneno yako matukufu ya Rabi Mwenyezi Mungu. Akawambia idhhaba, musiogope nendeni tu. la tahafa, musiwe na wasiwasi wowote antuma wa man ittaba'akum alghalibun, nyi wawili na watakaoamua kukufuateni nyote mtakuwa washindi katika ulimwengu. Musa kaondoka mpaka kwa ndugu yake Haruni, akamchukua anamwambia Haruni, wewe nawe ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa fadhila kubwa. Akamchukua Haruni akamwambia twende. Tunakwenda wapi? Tunakwenda kwa Firaun. Wamefika katika geti la Firaun. Musa hajulikani, kakaa huko, wamemsahau Kauliza mwenye askari pale, wewe vipi? Kawambia, ana rasulun, mimi mjumbe. Sasa walifikiria kwamba ni rasul min almaliki, mjumbe kutoka kwa mfalme fulani, kumbe ni mjumbe kutoka kwa maliki lmulki, mfalme wa wafalme wote, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndio akapata nafasi Musa ya kuingia kwa Firauni. Wale walinzi akafikiri ni mjumbe kutoka kwa wafalme wale wenye kutumwa na barua, kumbe mjumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Akaingia mpaka ndani ya jumba la Firaun. Tumwache Musa yuko mbele ya jumba la Firauni, kesho biidhnillah tuendelee na habari hii, tuone ushindi mkubwa alioupata Nabi Musa alaihi wala wa ala nabiyina salatu wassalam. Asalu Llaha an yataqabala minni waminkum siyama walqiyam.